Uhai na uzima tulionao ni zawadi kutoka kwa Mungu. Siyo kama tunastahili kuliko wengine, hapana. Siyo kwamba tunajitunza kuliko wengine, hapana. Ni kwa neema zake tu, ni kwa neema zake yeye Mungu. Hata hatima kuhusu maisha yetu yapo mikononi mwake mwenyewe Mungu. Ishi kwa upendo na kila mtu. Ukipata madaraka, usiyatumie vibaya Usifunge watu bila hatia, usiuwe wapinzani wako, usipoteze wanaokukosoa. damu zao zitakulilia daima, na siku ya mwisho utaulizwa. Sasa sijui utajibu nini. Hapa duniani hatuna mji udumuo, bali sote twautafuta ule ujao. Ishi kwa amani na watu wote. Maandiko yanasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi siyo nyingi. Tumuombe Mungu atuepushie na kiburi, atufundishe kuzihesabu siku zetu na kutujalia mwisho mwema. Kula ugali wako ukalale, yupo mwenye dunia yake. Mzee, kuna miamba ilisumbua sana dunia wakati huo, lakini muda huu kwenye makaburi yao imebaki mifupa tu. Walikuwepo akina Escoba, Benito Mussolini, Mtemi Isike, Nyungu ya Mawe Adolf Hitler sembuse wewe mwenye gari mbili za mkopo sambaza upendo mzee utapata kama walivyopata wengine mchambuzi nguli wa mchezo wa soka au kabumbu hapa nchini bwana Edo Kumwembe aliwahi kuandika halafu mwisho wa siku kuna mkubwa mmoja tu siku fulani ya maisha yako hutakuwa na wale walinzi kando yako Hutakuwa na rafiki zako kando yako, hutakuwa na wale washikaji zako wa mtaani kwako, hutakuwa na wale wapambe wako kando yako. Hata kama watakuwepo, hautawaona. Pua zako zitakuwa zimewekewa pamba ndani ya jeneza, na foleni ya watu itakuwa ikikuaga, hautakuwa na fahamu tena. Ina maana atakayeshika kifua chako hatohisi mapigo yoyote ya moyo wako. Hautajua kama anayekuaga ni rafiki yako au ni adui yako. Mama yako, dada zako, kando ya jeneza watabaki wakilia wakiliwazwa na rafiki zako, ndugu na jamaa zako. Kaka zako watakuwa bize sana kuhakikisha watu wote waliomsibani wanapata mahitaji yao. Mmoja atakuwa anahakikisha kila mtu amekula, mwengine atakuwa anafarijiwa na rafiki zako wa karibu mwingine atakuwa kaburini, kuhakikisha kuwa kaburi lako linachimbwa vyema. Mwingine atakuwa anaongea na shehe au waskofu kuhusu mpangilio mzima wa mazishi. Kama itakuwa una cheo kikubwa sana, basi wakubwa waliobaki watabaki wanapiga saluti mbele ya jeneza lako. Hata hivyo, haitasaidia sana, haitakurudishia pumzi. Kama ulikuwa mwanamuziki mkubwa sana, bado haitakurudishia pumzi. Alikufa Michael Jackson na bado hajarudishwa. Kama ulikuwa kiongozi maarufu, bado haitasaidia. Alikufa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, bado hajarudishwa. Alikufa Nelson Mandela, alikufa Martin Luther King, alikufa JF Kennedy. Wote hawa hawajarudi tena. Kila siku tunapita kando ya makaburi yao na kuishia kusema hawa walikuwa ni mashujaa lakini mbona hawainuki chini ya udongo na kusimama? Kumbe hawakuwahi kuwa wakubwa kuliko wewe. Kuna mkubwa mmoja tu ambaye yeye hapigiwi hata saluti, lakini anabakia kuwa mkubwa, anaitwa Mungu. Mzee, kwa nini unaringa sana hapa duniani? Ni swali ambalo linaendelea kushangaza sana. Wakati mwingine maisha yanashangaza sana <laughs> Yani sana tena sana, kuliko hata tunavyofikiria wakati tunakaribia kukuaga mtu ambaye ataendelea kuheshimika kwa muda tu ndani ya siku hiyo, atakuwa ni MC wa shughuli hiyo. Hautaweza kupinga, yeye ndiyo anatuambia muda gani utabebwa kwenda eneo moja kwenda jingine. Yeye ndiyo anatuambia muda gani wa maziko, muda wa kula na muda wa kwenda makaburini yeye ndiye ambaye kwa mbwembwe zote atatuambia arobaini au matanga yatakuwa lini. Leo utakuwa na mbwembwe nyingi sana katika kundi la mashabiki wa mziki wako wanaokuhusudu. Leo utakuwa na mbwembwe nyingi sana kwa walinzi wanaokulinda na silaha. Leo utakuwa katika baa fulani ya sehemu fulani, ukitoa kila amri ambayo wanyonge hutekeleza bila ya kuguna, unalipa bili, unaondoka lakini duniani kuna mkubwa mmoja tu. Wakati mwengine unajidanganya kwamba unachofanya ni sahihi, lakini mbona hautaki hata kusikiliza mawazo tofauti? Ni kwa sababu ya maisha ya kidunia ambayo wakati mwengine tunazani kuwa ni marefu sana. Wakati mwengine huwa tunazania kwamba tulizaliwa kabla ya mlima Kilimanjaro. Kama ungepewa pumzi ya kutafakari wakati ule tunakupeleka futi sita chini ya ardhi, ndipo utagundua kuwa kuna vitu vilikuwa vikubwa kuliko wewe. Ndipo utakapogundua kuwa ile bahari ya Hindi pale Koko Beach na kwenginepo ilikuwepo kabla ya wewe. Tenda mema kadri uwezavyo. Hili siyo swala la dini, kabila wala rangi. Kuna sehemu mwanadamu anakosea sana, lakini kiburi cha pumzi za muda ndicho ambacho kinatusumbua kwa sasa. Mwisho wa siku, pumzi zikiisha, tunaondoka makaburini kurudi nyumbani kwako na kuanza kuongelea maisha mengine kabisa ya kidunia. Nyakati hizo, wengi itakuwa tunajikumbusha kimoyo-moyo kwamba kuna mkubwa mmoja tu ambaye anapaswa kututia hofu na siyo wewe ambaye dakika chache tu zilizopita tulikuwa tumiondoka kuweka mikono ya sala kando ya kaburi lako na kurudi nyumbani kwako kuondoa turubali. Angalia, ukiwa haupo hapa. Namzungumzia kila mtu ambaye mwenye madaraka makubwa na madogo, umaarufu au pesa, au hata hulka ya kujisikia kuliko wengine. Binafsi nilizaliwa nikiwa uchi juu ya kitanda fulani cha hospitali cha Ocean Road kuelekea mwishoni mwa mwaka alfu moja mia tisa na sabini. Siku nikipoteza pumzi, watakaonizika wanaweza kuamua nizikwe nikiwe na nguo au nikiwa uchi. Maringo ya nini mzee? Ni nyakati tata katika nchi yetu, katika ngazi ya mtu binafsi au taasisi zetu au serikali kuu, kuna sehemu tunakosea sana kwa kujiamini kupita kiasi. Maringo ya mwanadamu yanazidi kupitiliza. Inakera sana, wengi wanafunga midomo, wengi wanahofu. Nilikuwa na wakumbusha tu, kuna mkubwa mmoja tu mzee, naye ni Mungu. Usijivunie kuwa bosi wa Chadema, usijivunie kuwa na sauti kubwa kwa Waislamu au Wakristo, usijivunie kuwa bosi wa CCM, usijivunie kuwa kiongozi mkubwa, usijivunie kuwa tajiri wa mtaani kwako. Kuna sehemu moja unakosea sana. Mwanamuziki Sunday Mjeda Linex aliwahi kulalamika sana katika wimbo wake wa moyo wa subira, ukitaka kurudisha wakati nyuma, rekebisha ubaya uliowahi kuufanya. Uzuri kwa Mungu au ubaya kwetu ni kwamba watu wakitawanyika katika misiba yetu. Hatutaweza tena kurudisha nyakati nyuma. Ni nyakati hizo ndipo ambapo tutafahamu kwamba kuna mwanaume mmoja tu mzee, naye ni Mungu. Walionielewa vizuri nadhani watakuwa wameelewa vizuri sana, haswa kwa kila kitu kinachoendelea katika maisha. Life goes on. Kuna Mungu mmoja tu na kuna mimi mmoja tu na kuna wewe mmoja tu anayesikiliza makala hii kwa sasa tutafakari. Edo Kumwembe akamaliza maneno yake. Umeelewa sijui au bado? Nashangaa shangaa tu na mwaka elfu mbili na ishirini uwe ni mwaka wako wa kujua kwamba kuna Mungu, yupo mwamba wa miamba yote duniani, yupo konki wa makonki wote duniani, yupo chui mzee tena huyu ndiyo chui wa chui wote ulimwenguni. Huyu ni Mungu anayeamua kila kitu. Hivyo uwe na breki na kiasi, katika uhai na uzima tulionao ni zawadi kutoka kwa Mungu, siyo kama tunastahili kuliko wengine, hapana. Siyo kwamba tunajitunza kuliko wengine, hapana. Ni kwa neema zake tu, ni kwa neema zake yeye Mungu. Hata hatima kuhusu maisha yetu yapo mikononi mwake mwenyewe Mungu. Ishi kwa upendo na kila mtu. Ukipata madaraka usiyatumie vibaya. Usifunge watu bila hatia. Usiuwe wapinzani wako. Usipoteze wanaokukosoa. Damu zao zitakulilia daima na siku ya mwisho utaulizwa. Sasa sijui utajibu nini. Hapa duniani hatuna mji udumuo. Bali sote twautafuta ule ujao. Ishi kwa amani na watu wote. Maandiko yanasema mwanadamu, aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi siyo nyingi. Tumuombe Mungu atuepushie na kiburi, atufundishe kuzihesabu siku zetu na kutujalia mwisho mwema. Kula ugali wako ukalale.